Tuka, Bye. Eh? Bye. Vuta ni kuvute mjini Bukavu leo tariki 30 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 ikiwa siku hii ya Alamisi, ni kupashe habari katika mchana huu wa siku hii ya Alamisi katika tariki hizo hizo maeneo ya Bukavu katika jimbo la Kivu ya kusini mashariki mwake DRC, mji ambao ulikuwa makao makuu ya Kivu ya kusini, lakini kwa muda huu Uvira imechukua makao makuu kwa muda. Ni kupashia kwamba katika wakati huu wa leho Bukavu imeamkia katika hali iliyotete ya vuta ni kuvute, kutokana na vijana wanaoishi maeneo kuonyesha mara ngapi M23 waliweza kuamkia kushika vijana kutoka kwenye maeneo tofauti tofauti, hata kwenye parking za gari ambako watu wanakutana kuweza kusafiri wote wamesikika kushikwa kabisa na kuweza kuwekwa maeneo tofauti tofauti hata kwenye shule fulani na wengine kuweza kurundikwa mahali moja. Na hivyo niongezee ya kwamba wale wote ambao wanajua ya kwamba watu wao wameshikwa au wamefungwa maeneo ya Labote katika kata hiyo hivyo iweza kutangazwa na kuonyeshwa kwenye mtandao ya kwamba wajue, ya kwamba watu wale wote ambao walikuwa wameshikwa maeneo hapo wamechukuliwa na wahasi wa M23 kuelekea huko Goma, maeneo ya Rumangabo. Na hivyo hiyo ni taarifa ya habari, tuweze kusikiliza mengi kwa kina na tupate kuyafuatilia hali ya sasa iliyoko Bukavu na misako kule, anabeba kila mutu mwenye alikuwa nalamukia kwenda kaziba loinja burinyi parkingi kama gema, kila mutu balibeba, hakuna mbisi yote iliondoka. Kila mutu anapelekwa na bengine, mukartie banapelekwa na, hivi bote banakuwa mu Antonino, Antonino. Na masomo inakuwa pale kama gema, na wengine wako mtelea venile na bako makarti kukamata kila jeni wanabeba pale, kila jeni wanabeba pale ah, bako nakamata munyana karti identite, basi nabeba, banaona sura yake inafanana naweka nywele banabeba, basi ni vile eh, njoa hari ile kama mapicha zitakuwa naona bana msukumia mapicha na mimi nitazisukuma humo na kila mtu akisikia wa wake akufika ame aliondoka kutoka Bukavu ee, zaidi banaume maana yake Ma, anakuwa iko kule okay, okay. Basi mingine tafanya suizi basi e, ndio habari ile. Asante mba jambo tena pale bana ewa hey, kwa ndugu

ndio mzee, ndio baba, shitu shabisikia shitunaishi huku a partir apa ku antreyea antreyea, donc masomo Antonino ya Antonino yote si bloki, watu wanayala v makila wakupita wakutoka manyantindi wakutoka kuli chini maobuzi, don akuna wakupita mbalavala, wako wanakubana tu wana varundika tupale alors sisi wa bahati mbaya ni zainda vile e, mi nasalimu kwa groupe, nasalimia groupe yote, wa mama sani, mama papa, Didier papa miringi, mama azama na vengine na vengine, njo sko zetu kwamoshie. Sai niko munyumba isa, niko munyumba kaisa, kutoka kwamukitanda nyo kwa nikwasemee Bouclage make naanzia tu juste kwa entre ya iye ya balabala yote make mpaka kule, kama game hakuna mutu kupita. Alor nikwenda nasikiliza kabisa, kama kama alikuwa asikia juu mimi tulikuwa ongea private na mtu, nikashindwa kupitia mugroupe. Nikasema labda havyakuwa verifie, hivi mi naona mwingine anavisema tukasrmsiatoka hata munyumba juu balinita nj kutelefone e, merci sana. Na isitoshe hivyo iliweza kusikika na kuonekana kiasi gani, waliweza kutumia mbinu hii katika tariki leo 30 mwezi wa Oktoba kwa sababu hakuna shule, watoto wako kwenye likizo na watakaposhika

Hali mjini Goma katika Kivu ya kaskazini yaonyeshwa kiasi gani wazalendo wanaonekana kuweza kukomboa mji huo katika muda si mrefu, hiyo ikithibitishwa na wananchi au mwananchi kuweza kuonyesha na kupungia jambo hilo mkono, kwa maana wanasikika kuingia hapo hata kuondoka kusema, wanachapo, wanachapo, wanapiga saba bebe nisa kusukumia hapo, utaviona. Goma ni hatari, Goma ni hatari kabisa. Mama sie kabisa, tuisha kuwa na espoir ya kubatosha hapa. Raha iko mungini, manake tuko na espoir, tuko na katreven poza asfa muuni taza sasa gombolewa guzidia nyi, meshi hapa espoir iko mingi sana basi mama. Hapa shie tuko na furaha kwanza. Basi soda wanaingia ku... basi soda wanaingia kwa seva mingi, lakini sivaoni, hatujui probleme ni nini, watu yote vana kimbia kimbia Jauzile. Katika sekta ya Lulenge, tarafani Fizi, Kivu ya kusini mashariki mwake DRC, mzozo kati ya Wabuyu na Wabembe waendelewa kupingwa vikali, kuonyesha kwamba hakuna mzozo kati ya Wabuyu na Wabembe. Jambo, jambo Lulenge. Unashinda hai, na kando kando yoyote? Sawa, sisi tuko sawa. Eh, probleme tunaweza ongea ni situation ilipita na si watu biko ma confusion. Hii vita i vita umasikia, vita hapa hakuna vita. Problemi iko wako ni kutokuelewana tu nabulevi, abasoda, na bulevi ya bakomanda na basoda ndio iko wako. Na hakuna vita ya kibeme na kibuyu haiko hapana. Komanda gelsi ndio kunaongea. Na mwenye ataleta vya kwake basi, Ukapiga risasi tutakurudishia risasi, lakini kama ukupiga hakuna vita hapa pa a a mimi na babu huyu piganiwa masilaha lakini yake ama apigana alipigana ni wewe anashika masilaha anashika masilaha walipigana lakini wa kuleta yake usema mubembe na mubuyu ama raia wa kibembe apige raia wa kibuyu ama raia wa kibuyu mubembe ndugu yangu, shi tuko jua population atuchunge miti tunachunga njoo watu na mwenye ataanza vingine vyake vinamwangalia yeye peke, lakini eh, bashefu biko wanaongea na vinaisha vinaisha, na lakini, wapa, kama vitaendelea, lakini si bama kwanza, tuko hapa tunasema kama hakuna vita, akuna vita ya mubembe na mubuyu, akuna vita ya mubembe na mubuyu kuko tu kukosa kusikilizana, na waza njoo ile njoo ile. Tulishuka tulishuka juzi, tulikuwa ndani ya hewa bora na tuko wazima, na waza njoo ile tu tutasema. so, vingine sina lingine la ziada, lakini kukutakia kabisa mchana mwema kutokana na habari ambayo nilikupatia nasema asante, ulikuwa nami mwanzo hadi tamati katika siku ya leho ya Alhamisi, tariki 30 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025 na hivyo tu nikiamini kwamba uko kwa mzima wa afya kabisa. Tunapatikana katika mashariki mwa DRC huku kivu ya kusini, ndiko ambako tunapatikana, lakini ninakuomba kulike kuonyesha kama tuko pamoja, hata kukoment kama una maneno ya kusema, unaposhea, unafanya kitu ambacho kiwa uweze kumfanya mwingine afaidia habari, hata kujiunga kama uongali mpya, kubonyeza alama ya kengele, wanapata habari zetu zote kwa muda mwafaka na mapema kabisa. Na hivyo tu, ninakushukuru, tutakutana tena wakati mwingine. Kwa yukae chonjo.